Na zimeanza kwa njia mbali mbali, nasi hatuna budi kushirikiana kwa pamoja kumnadi mgombea wetu tena kwa nguvu kubwa, kwa ari na morali ya kutosha. Na hivyo nitoe rai kwa wananchi wote wa Tanzania, katika jambo hili tushirikiane kwa pamoja, nitoe rai na kuomba mashirika na wadau wote wa sekta ya afya na sekta nyingine zote, wa ndani na nje ya nchi, tuungane pamoja katika kumnadi na kumwombea dua mgombea wetu, ili itakapofika siku hiyo ya uchaguzi, basi mgombea wetu na Tanzania iweze kushinda tena katika nafasi hii. Tuna imani kuwa kwa uongozi wake binafsi yeye Profesa Janabi Afrika itapiga hatua kubwa sana katika kuboresha mifumo ya afya na hasa pia katika kupambana na magonjwa, kuzuia magonjwa na mlipuko wa magonjwa na kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya ndani ya bara zima la Afrika, ndani ya nchi yetu ya Tanzania na ulimwengu wote kwa ujumla wake.